Guys. Welcome back to Lyanzile Tech Academy. Ha, uh, leo hii tuenda kuonyesha jinsi ya kudownload Visual Studio Code au editor ambayo tutaenda kumtumia kwenye kuandika script zetu za Python. Right? So bila kupoteza muda uh, tutaenda kuidownload Visual Studio Code yetu kwenye browser. Okay. Then kwenye searching bar utaandika Visual Studio Code. Then enter. Okay. Sorry. Utaandika Video Studio Code for Windows. Tutaenda ku download for Windows, yani utabonya enter. Then uta click your first link hapo. Hii ndo icon ya Video Studio Code. Kwa kuhakikisha kama umeingia kwenye page ya Video Studio Code, hakikisha umeona icon kama hii. So kama unatumia Windows utaenda ku download hapa, uta click hapa, then utaanza ku download na kwa mac OS na uta click hapa for Linux too is nadhani mnaelewa hilo kwa uta click then uta open. Kwa ukishamaliza kudownload utafanya installation ya Video Studio Code. Okay, ukishamaliza kudownload Video Studio Code yako na kuinstall basi tutaenda kuopen uh, Video Studio Code yetu. Kwa utaingia kwenye desktop then utapata kuona icon ya Video Studio Code kama hiyo, then uta double click to open. Okay. Okay, hii ndo mwonekano wa Video Studio Code. So kama wewe ndo mara kwanza umedownload, pengine inaweza kawa tofauti na mimi yangu hapa. Okay? Lakini ni vitu vile vile. So sasa, next step tutana kuonesha jinsi ya ku-create folder ambayo tutaenda kuhifadhi mafaili yetu ya Python. So uh, jinsi ya ku-create folder uh, kwenye Video Studio Code tutakuja hapa then uh, kwa for Windows kuna option wameandika new folder right, lakini kwa wanaotumia Linux yenyewe Video Studio Code wametuambia uh, open new folder, pengine kwa sababu ni naitumiaga. Lakini kwa wale ambao wame download kwa wame download for first time, wanaweza wakaona hiyo option ya new folder. Ko, nita click for open folder then nitakuja hapa ku create new folder, nita click then nita name folder yangu name spider, then nitabonya enter nita tali select hili folder langu lilionekane kwenye Visual Studio Code. Okay, kama hapa unavyoona, hili ndio folder langu la ambao nitaenda kuhifadhi faili za Python right. Kwa hapa au hii sehemu ndipo mafolder yako yataenda kuonekana kwenye Video Studio Code. Kwa uhakikisha unaelewa hilo kwamba upande huu wa kushoto, hii ni sema ambapo mafolda yako na mafaili yako yataenda kuonekana, lakini huu upande wa katikati ndo upande ambao tutaenda kutumia kuandika skript zetu za Python right. Okay, sasa tutaenda kuonyesha sasa jinsi ya kucreate file la Python sawa Jinsi ya create file python for video studio code ni simple, unakuja hapa ambapo wameandika new file. Uta click here then utaandika folder I mean utaandika file lako name. I mean, file name lako utaandika yote, kama mimi naweza nikaandika uh, spider I mean, nitaandika main.py then enter go. Sasa ukishamaliza kutengeneza folder lako la main.py sasa hapa ndipo tutaenda kuandika sasa, our first line, our first first line code of Python. So today tutaenda kuonesha tu jinsi ya kuangalia output kwa kutumia Python. I mean tutaandika script ambayo itatogea output ya kitu ambacho tumekiandika kwenye kwenye uh, kwenye kwenye kwenye I mean kwenye file kwenye file letu la Python. Okay, kwa mfano let's say uh, nataka nione output ya jina langu, sawa. Uh, nataka nione output la jina langu, nafanyaje? Nitaandika uh, print, then nitaandika mabano mabano, then ndani ya mabano nitaandika double quotes sawa, okay. Ko ndani ya mabano nitaandika jina langu, nitaandika my name is Lyanzile, oh, academy okay, then nitabonya control s kama nilivyokuambia hapo awali, hakikisha hizi uh, shortcut unapaswa kuzifahamu mapema na kuzikalili kabisa okay? ko kabla ujaandika au kabla uja, uja click control s kusave folder lako. Unaweza kuona hapa juu kabisa uh, upande wa folder lako, au upande wa file lako la Python, kuna hii alama nyeupe au kuna hii cycle nyeupe ambayo ina kala ya nyeupe sawa, kwa hii ina maana gani? Kwenye video studio code wenyewe wameturahisishia, wame, wame sisi ma developers, sisi maprograma kama hujasave i mean file lako, kwa mtu yote ambaye anatumia baalango yoyote, lakini kama hujasave zile script zako au zile line zako, basi wenyewe wametokea hii hii option kwamba kutuonesha kwamba kile ulicho kiandika ndani ya um ndani ya hilo file huja kisave okay. Ndo hii maana ya alama ya duara dogodogo jeupe ko okay. kama nikibonya control S utakiona kina disappear okay. Let's bonya control S okay. Kama uvoona, kimepotea hapo, Visual Studio Code inaelewa kwamba umesave, lakini kama sija save kwa mfano nikaongeza kitu okay. Labda nika print kitu kingine okay. Print double quotes afu nitaandika H unaona kimetokea tena kwa sababu hatuja save hiyo line ya pili. I mean, tumeandika kitu kipya lakini hakijasevika, utabonya control S kusave okay. siu tumelewana okay. Tutaifuta hii line ya kwanza. Tunataka sasa tuone output ya My name is Lyanzile Academy. Okay. Sasa jinsi ya kuona output ya hichi tulichokiandika hapa, utaenda kwenye terminal ya Visual Studio Code. Kama hivyo nilivyoonyesha lakini uh, kwa so far, au mtu unaweza ukaingia ukaona haionekani hapa kwa, utakuja hapa terminal, the new terminal, right. Kwa hapa tutakuwa tupo kwenye, uh, kwenye folder la spider . Sasa tunataka sasa tu run au tu execute file letu la Python. Tunataka tuone kile kitu ambacho tumekiandika hapo ndani okay. Tunafanyaje ili uone kitu ambacho umekiandika hapo ndani okay? utaandika hivi Python then utaruka mstari afu utaandika name of your person name okay. Utaandika jina la person name lako hapo kwa main dot py, kisha andika utabonye enter okay, you see, kwa hapa imetupatia output ya kile ambacho tumekiandika hapo. Kwa mfano pia nataka aniandike kitu labda print. I mean print ni kama unaiambia una sasa uh, nahitaji kuona au nahitaji output ya kitu fulani, kwa nasema print then mabano naweza nikaandika namba print maybe 10, ndamunya control s, ntakuja kwenye terminal nitaandika python then main .py, then ndamunya enter okay. Kama umeona kwa hapa, imeona output mbili, output ya kwanza ni my name is Lyanzile Academy afu output ya pili ni 10. Okay, tujaribu tena kitu kingine, kwa mfano tuseme tunataka tuone ah, uh, uh, to print labda tuseme to print kitu kingine tuseme, uh, maybe Tanzania, print Tanzania, then nitabonya control s. Hakikisha unamonya control s, nitabonya control s, then nitakuja hapa kwenye terminal, nitaandika python then main.py, nitabonya enter. Okay, kwa imepotokea hapa output tatu, ya kwanza ni my name is Lyanzile afchain af Tanzania. Okay, so au ukitaka uone changes unaweza ukaifuta hii ya hii ya kwanza na line ya pili ukazifuta, afu kabonya control s, kija kwenye terminal yako utaandika <coughs> vile vile python uh, main ili, I mean main ni file la python.py. Ko hapa imetupatia Tanzania kwa sababu yale mengine tumefuta na pia tumesave, lakini kama uku kama hapa tumerudisha, mmona kile tulichoandika hapo awali ok, kama ujasave sasa. Mmona tuangalie sasa faida ya kusave na kutokusave. Nita run file yangu ya Python uh, zenda mwenye inta, mmona imetokea Tanzania, lakini hapa inatuonyesha uh, tulitakiwa print, my name is Lyanzile then niprint print 10 is in Tanzania, lakini ime print Tanzania kwa sababu gani? Kwa sababu hatuja save. Okay, utakuja hapa control s then tu run, tatokea kama hivyo, my name is Lyanzile Academy okay. Jinsi ya ku clear kucle vituvyoandika hapo, tutamonya clear mean kama unavyoona. So next session tutaenda kuelezana uh, nini maana print Uh, print tunaitumia wapi kwenye kujifunza Python tena kurekaana, vitu vinaitwa IDE, vitu vinaitwa auto completion, debugging, na jinsi ya kudownload Python extension ko, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Thank you.